Nimekuja hapa ni muda mrefu, kila nikijaribu kukusemesha naona uko kimya. Una tatizo gani bwana Mkaramba? Ni kweli nina tatizo. Una tatizo kubwa sana na tatizo hili ndio imenifanya imenitoa kijijini, imenileta hapa mjini. Hapa mjini kulikuwa na familia, dadangu, dada pamoja na mume wake cha ajabu, nipigiwa simu kwa familia dada pamoja na mama yako amefariki. Na cha kunishtua zaidi kifo chao ni kifaa kusababishwa na watu, ndo maana nikapata motisha kutoka kijini pa kuja mjini kuhakikisha watu na atafuta na wapata. Mimi na wewe tumekuwa marafiki kwa muda mrefu sana, na urafiki umeshavuka mipaka sasa hivi, ni ndugu, wewe ni ndugu yangu sasa hivi. Sasa, sasa taarifa kama hizi ingetakiwa uniambie mapema sio, mpaka nikuulize Roja? Mm-hmm. imekuwa ju unajua, jana nilikuwa na Kevoo, tulikuwa tunajadili kuhusiana na huyu mtoto, maana mambo yamekuwa ni magumu, tusipoangalia tunaenda kupotea, wana mkaramba Sio rahisi kama unavyofikiria wewe, na ni ngumu sana. Uzakanifikiria vibaya kwa nini sijakuambia mapema, lakini lazima nipate uhakiki na uthibitisho kwa kutafuta leo watu na za zaidi zaidi. Nimewachiwa binti pale, na mimi sasa hivi baki mimi ndio baba na mimi ndio mama, nanaafanya jitihada zote, na kisha wa watu tunawapata tunatieni na kikisha, kwa jitihada zote. Kwa hilo usijali, kwa sababu mimi najua Una, unapomfanyia mtu yoyote ubaya. Ubaya ni deni, ubaya wowote unayemfanyia mtu ni lazima utalipa, iwe isivyo kwenu. Na kuahidi tutapambana wa watu mpaka tutawatia mikononi. Nimewachiwa binti pale, na mimi sasa hivi bakia mimi ndio baba na mimi ndio mama. Nafanya na jitihada zote, na kisha wa watu tunawapata tunatieni na kikisha kwa jitihada zote, kwa sababu mimi sasa hivi ninakuahidi hawa watu waliofanya hicho kitendo yaani mguu wangu mguu wako, katika harakati za kuwatafuta mpaka nihakikisha tunabananisha. Sitokuachia peke yako, na kuahidi. Mimi nimefurahi sana kusikia hivyo, ndugu yangu, na kuhakikisha kama kwa umoja utu uliokuwa nao tutapambana kwa jitihada zote kuwapata. Ila pole sana, hilo tatizo ni kubwa, hukupaswa kabisa ukae nalo kimya. Sasa naona mimi skachaapunzike, mimi nikutakia siku njema.

nimkutafuta kila mahali sikuoni. Kule nyuma haupo, chumbani kwako haupo. Alafu pia kuna kitu nilikuwa nataka tuongee, mjomba. Dambi yanku upo sawa? Nipo sawa, sambona wako okay? hivyo kama una mawazo sana, kuna kitu nilikuwa nataka tuongee, lakini sijui kama utanielewa mjomba kuna watu nimekutana nao na watu ao waliohusika na mauaji ya wazazi wangu. ah, mjomba. Mbona unataka kunichanganya wazazi eh? wako watu wanafariki wa wao bado ni binti mdogo sana usi kukariri mtu eh? Vipi leo unaniambia kwamba umeona waliohusika na mauaji ya wazazi wako mi nitakuelewaje, mjomba? mi nawakumbuka na nimekutana nao kabisa. Hata mmoja wao nimeongea naye pia na amenitishia kabisa kuniua. Hapana, unanichanganya sana. Kwa sababu gani? Hata mmako wa mzazi ulishindwa kumkalili, vipi unaweza eh, kumkariri mtu aliyokulea wazazi wako mjomba? Nilijua tu nikikwambia utaona kama labda ninachanganyikiwa, lakini mimi hicho kitu nakifuatilia muda mrefu sana. Mjomba wangu, unajua nikwambia, itakuwa rahisi kwa sababu yule binti anakusikiliza sana. Alafu sitoshi mimi ile kazi ningemaliza kama sio kutokea hapa. Ni kweli, lakini pale ilikuwa zarani sana, wananchi wangetuchukuliaje sisi? Sasa nisikilize, kwa sababu mwanamke anakusikiliza ongea naye, mnakubaliana, mnakutana sehemu, unaniita, tunamaliza kazi. Ni kweli, usijali kuhusiana hili, kila kitu kitakaa vizuri. Nakutegemea, usijali. Pamoja. Inabidi tuwakamate mjomba, tuwapeleke hata polisi. Hilo sio la kuwakamata. Sio rahisi kama unavyofikiria wewe. Lazima kwanza tukusanye uthibitisho na ushahidi, ambapo kwamba tulifanya watu tuweze kuwakamata vizuri. Hata tukipeleka polisi, tuna ushahidi wa kutosha. Lakini sasa hivi, yani hii ni kesi kwanza ya mauaji. Eh? Huwezi kumkamata tu mtu. Sio kuku yule kwamba unamchukua na kumkamata na, na, na, na kumla. Hii ni kesi ya mauaji, kwa hiyo lazima tuthibitishe, tupate uhakika mzuri, kwa maana hata tukipeleka kituo cha polisi, tuna uhakika na uthibitisho wa kutosha. Pata tutafanyaje? Nataka tuwakamate, tuwapeleke polisi kwanza, sababu mmeniongeza kitu. Acha nitafakari, tutajua tutafanyaje. Si unaelewa? hivyo unajua huu mtaa ulivyonuka, huu mtaa umenuka, umenuka. maskari wako kila mahali. Sio kama unalijua io, hizo biashara zako za kuvuta bangi hizo biashara zako za kuuza bangi e, naomba uziache mwanangu, naomba uziache tu, mama yako hivi unavyoniona mimi mimi, mama yako Hivi unavyoniona? Mia sina kishia kuja hmm, kuwekwa polisi sina mia kuja kukutoa. Sina. Sabi, mkubwa wenyewe unavyolonga, ni hizo ni stai gani mami? kabisa hapa hivi nataka tutumie eh, ni mwokoto yangu moja umenileta nani? Bimkubwa alafu umesema nifanye nini? Nichore, chore hizo yeah, mbili unamletea nani hizo, hizo hizo maneno unamletea nani? wenyewe unakoroga kinyama yenyewe Unaomba nani ana koroga? Na kueleza nini afu na mambe na koroga? Hivi tuto ujinga gani nataka kunletea hapa? Wewe usimshinde shule. Nimekupeleka shule mara ngapi? Shule nimekupeleka mara ngapi? Umekula ada mara ngapi wewe? Ni mkubwa yenyewe, mbona kama sikusome ese. Wewe kila siku unashinda hapa hivi ni gani sasa? Fahamu mimi yenyewe nazunguka huko, mtaenda kutafuta mapeni na kuletea mapeni hapa hivi. Unalizungusha liugali, ujui mapeni yanatokea ni wapi mama? Hicho Kiswahili cha kishenzi unamletea nani hapa ya ndani? Eti yani, mi nakwambia vitu vya maana, wao oh, kuja kunambia tiki boo boo ndo nini? Umazae kama ni vipi, longa vitu vya msingi. Ni gani unaona? Longa vitu ambavyo hata yeye hata viingie yenyewe kwa my brain. Unataka kumletea nani hizo habari? Labda wewe unakoroga kishenzi. Yani mimi unanemea nakoroga mimi? Nilikuweka tumboni miezi tisa. Sasa ndio staili gani sasa kujipiga kupigana makofi yenyewe mazao naniletea. Sasa nakwambia hivi. Nakwambia hivi mtoto wa kiume. Yaani ukishikwa na upumbavu wako huko. Wewe upumbavu wako huko ukishikwa nao. Sikiza, vipi mkubwa, kama vipi umenichoka yenyewe, kwa nini endelee kunistay hapa hivi la bomani yenyewe, nichore zangu kama ni vipi? Maana yenyewe unaona unakoroga. Kuna bo, kuna kuchora. Basi chora. Unaona nitakuletea mazoea yako. Halafu wewe. Tizama sura lake lilivyo libaya.